tta nafasi swala la upinzani kwa hapa kwa mwaka huu kwa kweli wamejitahidi zaidi, zaidi, zaidi ya miaka mingine iliyopita, kwa sababu miaka mingine kidogo wadada walikuwa wanazidi kuingia uoga, tulikuwa wachache, lakini kipindi hiki wamejitokeza kwa wingi, kwa wingi. Taasisi nyingi, kila taasisi karibia imeleta ushiriki mwanamke. Kwa hiyo inazidi kujidhihirisha kwamba huu ni mchezo ambao unazidi kukua zaidi na una mashabiki na wapenzi wengi zaidi. Kwa majina, anaitwa Frank Kapama. Natokea mamlaka ya udhibiti wa mbolea Tanzania kwa maana ya TFRA. Ah ha, mwaka huu nimekuja kutetea ubingwa wa putebo ambao nimeuchukua mara tatu mfululizo kwa maana kuanzia msimu wa 2022, 2023 na 2024 ambapo ha, kwa ha, mwaka huu naona kila mwaka panaongezeka ushindani kwa sababu timu zinaongezeka uh, ushiriki na watu wanazidi kujiandaa. Kwa mfano kama mwaka huu naona TRA wameleta mchezaji ambaye ni mzuri na mfahamu, tunafanya naye mazoezi lakini pia uh, TPA nao wana mchezaji mzuri, namfahamu pia. Kuna wachezaji wengi ambao ni wapya kwa maana ya kushiriki mashindano mwakahuu, lakini wachezaji wazuri ambao wana uzoefu wa kushiriki mashindano mbalimbali. Mpaka sasa hivi nimefanikiwa kucheza mechi tatu, nimeshinda mbili, nimefungwa moja. Ni ligi ambayo inaendelea kwa naamini natafuta nafasi mbili za juu ambazo katika kundi letu kwa timu nane Mungu akinijalia nikifanikiwa kufika nusu finali basi naweza kutetea ubingwa wangu na pambana angalau nifike nusu finali ili niwe na njia, njia uh, au uwanja mpana zaidi wa kuweza kutetea ubingwa kwa naamini, endapo nitafika nusu finali basi nitatetea ubingwa wangu. Naitwa Alina Zakaria, ni mkuzani kutoka mamlaka ya mamasi Tanzania, nimekuja kushiriki